Jaribu kunyonya mpira mmoja mrefu huku. Unacheza nafasi tena katika lango la timu ya Simba. Christopher Pasensia Mabululu. Nilikuwa namzungumza punde tu. Mabululu. Christopher Pasensia. Anawashtua Simba hapa. Anawashtua Simba. Shamalon Fondo, pengine malengo ni kucheza na mlinda mlango Musa Kamara, lakini ukaenda kumgonga Abdul Razak Hamza na kutoa nafasi wa Kristofo Pasensia na kumweka mpira ndani ya lango la Simba. Mnyama anatanguliwa katika uwanja Benjamin wa Benjamini Mkapa, wameamka wote huku. Shomari Salum Kapombe cheza mpira moja mrefu ndani huku ateba nafasi tena kwa Simba inaweka tena joshua tal wamekataa Tripoli, lakini mpira umekwenda kubabatiza mlinzi na unakwenda nje. Wanapata kona. Simba muhamed abdusalam Jean Jaleo kapira moja mrefu huku, unacheza tena mpira nafasi tena Mnyama yameamka, Simba wanaleve, Simba wanaleve scoreboard. Hii ni safari ya kuzimu sasa kama wanaionja. Ahli Tripoli wanakaribishwa katika taruri na moto, bado shughuli ndio kwanza inaanza bado ndio kwanza Afrika itakuwa inashuhudia nyama zile sharubu zikiwa zimesimama huko. Simba Kilevo scoreboard, bao moja moja. Jean Chale mpira yake likuenda kuchezwa leo vizuri na Shafo, na kibu kibu Dennis Prosper Aiman Abdullah akaenda kuokota mpira ule katika moto, unaweza kusema hivyo. Fazul Davis mikono yake ikiwa inaonyesha na sura yake kwamba Simba ameamka. Simba moja Ali Tripoli moja. Njano inakwenda kwa upande wa Ali Tripoli. Christopher Pasencia. Chare kabishara. Weka pira moja mrefu katika lango la timu ya Simba huko lakini anaona kama sio nafasi sana huko. Thierry Manzi anajaribu kucheza huko na gongo kichwa. Anaukamata Musa Kamara. Eh. Kibu Dennis Prose bona poli. Jaribu kunyanyua kwa Jean Jale. Kapteni Sand Masoud.

Uko wapi? Wamekaa upande wa kushoto, akasema na kufunga mwanangu na, na kufundisha jinsi ya kudaka. Anauweka mpira ndani ya kamba. Simba asadul ghaba asadul ghaba, isajili gol fi mubarati leo Benjamin Mkapa. Karibu sana, hii ndio Simba katika michuano ya kimataifa, hii ndio Simba katika michuano mikubwa na hii ndio Simba inyeweza kufanya comeback, wanafunga bao la pili Fadul Davis. Fadul Davis ananyanyuka na kushangilia, ananyanyuka na kwenda kushoto na kulia. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, kombe la shirikisho barani Afrika. Simba mnyama mkali, Simba mnyama wa mwituni anakwenda kupumzika akiwa na faida mabao mawili. Leonel Mbida Ateba akifunga bao la pili. Mabululu anakwenda kumshika Shomari Salum Kapombe, bila shaka ni kwenda kumpongeza kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Uongozi wa mabao mawili kwa moja. Kipindi cha pili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, upendo kusini, kaskazini, mashariki na magharibi, karibu sana kupate matangazo ya moja kwa moja kutoka katika dimba la Benjamin Mkapa. Ushachezwa pembeni huko Kibu, Dennis Prosper anajaribu kucheza huko Kibu, anapambana kwelikweli, cheza tena, Mohamed Hussein Budo, Charles Nakibo. Dennis nafasi kwa Simba lakini ni offside. Shweka kuna mmoja ndefuta anadana kwenda kucheza mlinda mlango Musa Kamara. Alikwenda kumdista, pia Thierry Manzi. Fair play yake anaionyesha, Cristovao Pasensia, Mabululu katika ile kona ambaye alikwenda kukamata mlinda mlango Musa Kamara

anakwenda kupilia msumari mwingine mkuki mwingine somu nyingine, anaambia anawambia, Todeni rudini ndani ngoma, anaambia rudi mwanangu, Falulevezi mkali, mashabiki wanashangaa, alimwekea ile akamwekea vyema. Jean Chale akawa anapambana na Thierry Manzi, akampa tu mwanaye Leoni Lateba akausindikiza ndani ya kamba ukaenda mpira ule katika zile net za Ali Tripoli, na kilichoendelea, kilichoendelea, tazama! Teremanzi alikuwa na chekecho tu, kuna huko Debora Fernandez Mavambo, kaitenga tena shumari Salum Kapombe, show me the way, Joshua Mutale eh! anataka kupiga hat-trick lode lateba imekatai

Kati movi inakwenda mpaka mpira unawekwa ndani ya kamba, inaonekana pengine ya kukuwa na shida yoyote. Algunzil Muhamed kakuunaondosha mpira, Simba wajaondoka katika eneo lile, inacheza chini chini tena, nafasi fantastic, Musa Kamara, oh! Jamani, tufanye nini? Kwa nini a tazama ile pigo

ameambiwa nenda akafanya hivi na kocha Fadul Davis. Simba wanaandika bao la tatu, Simba mnyama mkali anaandika bao la tatu. Hakuna shaka ya aina yote. Dakika tatu ambazo zimesalia, kipi ambacho wanaweza kufanya Ali Tripoli zaidi ya kupeleka salamu tu kule Ayman? Ahlan wa sahlan wa marhaba. Dakika tisini zimemalizika katika dimba la Benjamin Mkapa.

Selemani Abdalla Matola akiwa na kocha mkuu Faldul Davis akiwa anakumbatiana na wachezaji wake. Musa Kamara akiwa anaambia ni mimi Simba wakiwa wanasonga tena hatua ya makundi wakiwa wanazungumza, wanachozungumza Ali Tripoli na mwamuzi anajaribu kutoa kadi nyekundu. Cristovao pasensi ya mabululu amekuwa na fair play kwa dakika zote, ameharibu fair play yake kwa dakika ya mwisho, anakwenda kumzonga mwamuzi. Walikuwa na ameula Maaid Salum kiderea kwa dakika zote tisini. Full time Simba Sports Club tatu Alahli Tipoli moja. Kwa heri.